Una sura ile mwanamke wako nitakuja kumvuruga kwa sababu upande wangu wa pili haujui baby. Bana yani? eh. Yaani yani, kwanii tumanah jamani, si balaa hili hii kaeka. Itaiweza kweli mbona kama nilikubali kubeba mzigo mzito eh. Sikia sasa, yani wewe ndio utakayeenda kuivunja ile ndoa. Yaani mi kiukweli, moyo wangu una hasira sana juu yako. Yaani mume wetu kama mume mwenzangumaacheke sasa malangu mimi mwenyewe inaniuma japo ndo ainiumi sana si unajua tena, iko very serious. Nataka kujua yule mwanamke wako hapa nyumbani kwetu amekuja kufanya nini? Si, yani dada huko nilipoenda huko, yani mambo nilokutana nayo huko, yule hey, mwanaume kanipiga ana roho mbaya, unajua kanipiga hadi mabuti, nilijua tu tena umeenda leo, leo. Mm -hmm. <laughs> Acha tu afu kumbe, nakuja kuamini kwamba yani, tuonyeshe mke wako tujue mitabia yako. Unakuta mtu tabia za mwanamke ndio zinamfanya mwanaume yani, ya ni... si, nimekuambia na ile mwanamke wake wabaya wote wanatisha. Bahati ya kupata wanawake wa ajabu ajabu. Yaani wanawake wake wote hata waeleweki yani, akusema hivi yule mke wake yule ambaye amemwoa sasa hivi, amba hivi. Unakumbuka kuna kipindi kile nilikuwa kuna lishangazi fulani ninanunulia mavifaa ya michezo uh -huh, na mipira majezi maviatu tunalikumbuka, ilikuwa l linalilea sana ule mke wake kamuoa alishakuwa ni demu wangu kabisa, ananihudumia yani kila kitu kwangu mimi, achomoi. Kila nitakachomwambia anafanya zagazaga, habari njema. Ah, sikia sasa, yani wewe ndio utakaenda kuivunja ile ndoa afu kwanza nataka nipambane kwanza. Kwanza naingia kama mchepuku, afu napindua meza mimi nimchukue mwanaume wangu. Tulie.

Aya ndio maneno. Basi mimi nazugazuga hapa nichecheze game kama kawaida. Unaweza kaniambia na ni nini kinachoendelea? Ni nini kinachoendelea wewe na yule mwanamke wako? Kwanza naomba uniambie amepajiaje mpaka hapa nyumbani, na kaja kufuata nini? Hebu tusilipe nafasi hiyo jambo, nisilipe nafasi hiyo jambo kati. Mwanamke wako kaja kanitukana nyumbani kwangu. Inaonekana unataka ujue upande wangu wa pili. Mimi sitaki kabisa masiara na watu wako wa zamani, na nilishakwambia, ukaniambia hakuna changamoto yoyote itakaokuja kutokea katika mahusiano yetu. Usinipeleke ambapo nilipotoka, sijui unanielewa. Sikiliza mke wangu. uh, -uh. Niambie kwanza, kaja kufanya nini hapa? Sehemiguu yake tu imemwasha tena anakuja. Amejuaje kama tuko hapa? Sijui mimi nawe tuko hapa ndani, mimi najuaje sasa? na mda wote hapo nje mko mnaongea mnafanya, yani mnaongea kitu gani ambacho wewe na yeye bado hamjakimaliza? Sijaongea kitu kibaya zaidi ya kumpa onyo asirudi tena hapa. Unanitania? nikutanie nini una... Ah, ah, usiniguse kwanza, tuongee kwanza, unieleze ni nini ambacho kinaendelea na ule mwanamke wako. Ni kama vile alivyoniambia kwamba wewe kwake huwezi kupindua, si ndiyo? Niko very serious, nataka kujua yule mwanamke wako hapa nyumbani kwetu amekuja kufanya nini? Halitojirudia tena hilo jambo. Hebu tumwepushe shetani, tunavyogombana mimi na wewe kwa ajili yake, alafu ni mtu ambaye Hapana bwana, umenikwaza. Make sure hakuna kitu kama hichi kitatokea tena, yaani hakuna kitu kama hichi kitakuja kutokea katika hii nyumba yetu tena. s si kuna sura, ile mwanamke wako nitakuja kumvuruga, kwa sababu upande wangu wa pili haujui, baby.

Karibu. Asante. Pole, eh? Asante. Eh, naona kuna mgeni baby. Mm. Esongo, niwaache Sina tatizo. Una uhakika? Ina maana bado mmehifadhi kilichotokea mchana hivyo. Unaona kilichotokea mchana ni kitu rahisi kabisa? Hm, haraka haraka hivo, lakini tulizungumza kikaisha. Sawa, tumezungumza lakini nafsi yangu bado ina hasira, bado najisikia vibaya. Kwa nini leo mwanamke aje hapa nyumbani? Hata maandiko matakatifu yameandika kikomo cha hasira ni jioni. Kwa nini tumeomiana? Hiyo mimi na wewe ni mke na mume, hadi usiku tunaoniana na mwanagani sasa na yani, nisikilize. Kwan yaani, mi kiukweli, moyo wangu una hasira sana juu yako. Kitendo chaule mwanamke kuja katika hii nyumba ni dharau tosha sana. Sijui hata najisikiaje. Siwezi hata kulala, yaani siwezi tarekebisha hilo sawa. Naendapo nikijirudia ni ili jambo kwake tena kuja, nitaenda kumshtaki na kwaidi, nitaenda nyumbani kwao na kumpaonya na kama akikaidi, nitaenda kumripoti polisi masuala yaliyo kwenda nyumbani kwao, hapana, hayo tu yaache, ila tu mi nachotaka, unaahidi kwamba hapa nyumbani sitamuona, lakini wewe uende kule, sijui kwanza, kitendo cha wewe kwenda kule, mtaanza kuonana, mtaanza kabisa kuanza kuonana, msamaha mliliane, mistaki. Aa, mimi ninachotaka mke wangu na amani, ndo maana nataka yani, nikafanye fujo. Aa, aa, nyumbani kwao usiende baby, yani wewe nisikilize mimi, sawa, nyumbani kwao usiende kwa sababu mistaki nyinyi muonane, sitaki uonane na familia yake, yani nataka yani. Sitaki kitu chochote kinachohusiana wewe yeye na familia yake mkutane tena. Sawa? Sawa, mm. Kwa hiyo sasa nini anataka na tutimize msamaha wetu? ah. Msamaha ah. Ah, msamaha gani tena? maisha kusamabaniliaaa kweli, mtoto huyu amsubukamwngali sana iga Acha. Ongea naye basi mwambie ukuti ukuti wameme wameme wenzetu mwenzetu kagongwa kagongwa na nini na nini na gari na gari tupeleke Mnazi Mmoja, si akasema kwa baba yake. Jamani, si balaa ka, hili hii kaeka. Itaiweza kweli, mbona kama nili Hmm. Yes. Taratibu, mama, uko kote majirani wanakusikia wewe. Sawa? Mimi mwenyewe nimekaa chumbani nimeshindwa kupumzika kwa amani, kwa sababu unaimba kwa sauti. Sikukatazi kuimba, lakini taratibu. Unanielewa mwanangu? Sawa, ili majirani wasije wakasema tunawapigia kelele. Umenielewa mama? Una sasa ulichokifanya umeshusha mito eh? Kwa nyingine umehushea nito yote huni ndani, eti anjo, usifanye hivyo. Ukiona umechoka kufanya homework, ingia ndani pumzika, ama kaa chini, angalia zako katuni, taratibu. Ukiona anajisikia kuruka luka, kucheza cheza nje, pale kuna eneo kubwa sana mwanao, sawa, uende pale nje ucheze, ufanye, lakini taratibu, tusikele majirani, umenisikia binti yangu? Sawa, njoo saa ha, hatakukulea ni Ah, kaaponenda kukwandalia kitu jikoni. Sawa, nacheki sasa so. Ah, mwanangu ile gemu mm. ilienda mm -hmm. baada ile mi nilivyopiga kile kichwa kile mm -hmm. Hapo hapo mwanangu, hapo tu kwa ule mganga, unamkumbuka yule nani yule, yule. Hmm. alituambia ile game yangu, tunashinda moja, bila. Ba, ba, ba, ah, dakika ya tisini zimeongezwa tano, dakika ya tisini na tano ile inaenda washikaji wanapata penati, sisi tunashika kwenye kumi na nane. Watu tukaanza pale pale wenyewe kwa wenyewe. Mganga katuibia hela zetu, mganga katuibia hela zetu. Hii tunashinda sisi. Yule kapteni kwenye mtata. Eh, tunashinda dakika 94, dakika za nyongeza kabisa mtu anapata penati wao. Eh, tukasema basi acheni mwanangu, labda mganga ana nani yake. Sasa mimi umesikia? Unajua hapa katikati wewe hmm, ulitoka? Wewe mimi nilipata eh. msala huo mwanangu wewe, nitaka nivunje mguu. Hawe tena kwa misala. Yaani nakwambia nilipata huo msala huo. Huo msala huo niliupata yule. Awe mwanangu, acha mwanangu. Yaani tulikuwa, alafu wewe mwenyewe unajua mazingira, mazingira mwenyewe unajua. Si nakumbuka ile mara kwanza ile nilipoendaga kufanya trial Azam. Wewe ukwendaga mimi michongo siyo nani na nini? Connection ukawa hauna. Sasa umchongo mchongo nakupa sasa hivi. Tunaenda tena, I mean nakupa bana. Ila ili dili lazima lifanye nini? Litimie. Sasa mchongo gani mwanangu? Hebu ni seti kwanza. Tulia sasa. Umeona huyo demu unayemzungumzia huyo? Si unakumbuka ule shemeji yangu aliwachana na sister hapa juzi kati? Eh, na ni ule shemeji yangu akawa ni jana dalago. Eh, umeona? Kawa haya pale ule. Si ameachana na sister. Ati kabla hata mwaka ujaisha kaoa. Sasa unajua demu gani aliyemua? Unamjua sasa? Mjulia wapi? Ndo manzi huyu unamsenia wewe eh bana eh. Yani yule demu wako kaenda yani, kaolewa, kaenda kuolewa na shemeji yako eh. <laughs> Yaani mume wetu kawa mume mwenzangu mwenyewe, inaniuma japo, ndo ainiumi sana si unajua tena. <laughs> Eh, eh, sema mpangilie mwanangu tatufanyaje ile ndoa ile. Ife. Ife. Ife. Sasa, sasa, yani, pale yani, tunampiga mbele na nyuma Yani, tunapiga huku na huku. Umeona? Sasa cha kufanya wewe, piga pale, kapiga mistari eaa, sema nini, nisikilize sasa mm. Sasa wewe hapo mwake inabidi tu uh, uh, mwake mimi namna gani? Yani wewe uh, unabidi uh, uniseti sasa mimi hadi pale kwake nipajue nini. Haina haja hata kupajua kwake. Mimi nitakupanga. Nitakwambia. Wapi tumeomega pale pale, pale yaani lazima kaenda sokoni nini? Mimi pale waga anajua mimi. Mazingira yake, mazingira yote najua. Kwa hiyo mimi nitakwambia tu siku fulani. Basi sawa, hilo limeisha. Hilo limeisha mwanangu. Labda kama kuna michongo mingine. Ila sema ile ndondo kule amenipiga yule mshikaji kule, inabidi twende tukapige. Tuchukue hizo hizo babu, taishi vipi mwanangu. Twende mwanangu tukapige ile ndondo kesho, changu tu changu, mbona mguu mmoja huu kabisa, mi nakupa kiatu changu kile, unaluka sio mbaya, twende tukachukue hiyo hela babu. Mi na, ameniambia niende na mwamba namba 6. Baridi babu.

Bora usuje um, hmm, mtu atakafungu fungu na nani na usiku saa hizi, beska mtu anagonga hmm. Sasa nani mgeni, unatarajia mgeni? Wewe mgeni. Sasa uliza kwanza nani nani, jirani nah,